Mechi inanogeshwa na hamasa e, mechi inanogeshwa yaani, na wahusika wote, wachezaji wanatakiwa waichangamkie mechi, lakini mwanaume ndio dereva ndio steering e, unaona sasa. Ili yapatikanike matunda vizuri, maana yake steering anatakiwa achangamke, ili huyu abiria naye afanye nini, aweze kukopu kuitika e, kwa hivyo ikitokezea makutano yanafanyika basi maandalizi yawe ya kutosha maandalizi yawe ya kutosha, ili matunda yakitokea yawe ya matunda ambayo yanayokusudiwa ya ya we, ya we, ya Ma ya wanawake wengi hawana hamasa, mwanaume pia bila shaka hmm. na, na, na. Naweza nika watetea kidogo wanawake alafu nikawatetea kidogo wanaume. Mwanamke anapoandaliwa kwenda kwenye ndoa huwa anafundishwa kushukuru baada ya tendo, na ikiwa yeye anafundishwa kabisa kama ikiwa utashikwa sehemu ambayo wewe mwenyewe umesikia raha, unatakiwa utoe ishara ili mume ajue kwamba hii ni sehemu yake, natakiwa nizidishe. Lakini pia wanaume, kuna baadhi ya wanaume wao ndo wanamcontrol mwanamke kwamba ukikaa stari hii, hii mi ndo namaliza mara moja. Sasa unapowekwa ekeka usikaekae tu kizembezembe, lakini wanaume wanashindwa kushukuru. Make rahisi mwanamke anapomaliza, asante mume wangu, nakupenda, anaweza kukuambia maneno mazuri. Lakini mwanaume akimaliza, hawezi kushukuru, hawezi kusifia. Kwa hiyo mwanamke mpaka anajiuliza ah, au mimi sio mtamu, au mimi kuna kitu nakosea. Maumbile ya wanaume wanapenda kuongea sana Wakifaidi ile ibada yenyewe, apenda kuongea na hadi nyingi sana. Wanaume anasikiwa a mi nahisi eh, uh, akina mama jitahidini na someni kasida kwa wingi, ili manake tunaoskinda tuendelea kufaidika kwa kweli. Au mwalimu nasemaje, mwalimu? Ila mm. Kushangiliwa eh, unakuwa na hamasa. Magari yanafungwa eh, mengi eh, hata, eh, hata wala, kuna mtu mmoja tu moja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>